Uh, mpendwa msikilizaji wetu, mpendwa mtazamaji wetu, mpendwa unayeipenda uh, Glady Safari Channel. Leo niko hewani tena katika Glady Safari Channel na omba tuwe pamoja. Na tunakuwa pamoja kivipi? Leo nimefanikiwa kupata mgeni maalum. Na unajua tuko katika mji wa Atlanta, jimbo la Georgia, lakini mgeni ametoka mbali ametoka mbali na nimeweza kukutana naye. Kwa nini tusimsikilize, tumuone, tumuoji, atuambie yeye ni nani? Karibu sana mgeni wetu. Asante sana, labda yeah, ujieleze wewe ni nani, majina yako, uh, msikilizaji wetu apate kujua huyu mgeni naye ambiwa maalum ni yupi. Okay, mm-hmm. Um, kwa majina anaitwa Queen Godfrey Tarimo. Uh, na mimi ni mkazi wa Arusha, nilizaliwa Arusha, nimekulia Arusha na um, baadaye nikabahatika kupata kazi na masomo ya nika... <laughs> y okay. <laughs> Okay, so nimekulia Arusha um, and then nikapata chuo Uh, uh, labda uh, kidogo utupeleke taratibu uh, mm. Queen kama ulivyosema majina yako ni Queen Tarimo mm. Nafikiri msikilizaji wetu ama mtazamaji wetu umesikia hayo majina Queen Tarimo, na kidogo ulitaka kuturusha, utupeleke ukahamia Dar es Salaam ukapata kazi Dar es Salaam, lakini nafikiri wangependa sana huyu Queen, Arusha, amezaliwa Arusha, ni mkaji wa Arusha, ulisoma kuanzia wapi mpaka wapi? Nini kilikupeleka Dar es Salaam, ilikuwa ni elimu ya juu ama ilikuwa ni kitu gani? Queen, hebu tuambie, wewe nataka kukusikiliza. Okay, um, Arusha pale ni nyumbani. Nilisoma pale elimu ya msingi nikapata uh, kwenda katika shule ya sekondari, lakini ilikuwa ni mkoa wa Kilimanjaro. Alafu baadaye katika elimu ya juu kwa maana ya chuo nikafanikiwa kupata Dar es Salaam. Kwa hivyo nikafanya masomo yangu Dar es Salaam na nikafanikiwa kupata kazi Dar es Salaam, kwa hivyo sasa hivi maisha yangu yapo da. Labda utueleze tu haya masomo yako. Umesomea nini? Na ni kitu gani kilikupush ama kilikufanya utake kusomea hicho kitu ulichosomea? Okay, nimesomea kwanza, nimeanza kusoma, nilikuwa napenda masomo ya biology, kwa hiyo nilikuwa napenda science sana, lakini pia um, babu yangu alipia alikuwa ni daktari, kwa hiyo nilitamani kuwa daktari katika familia yangu, kwa hiyo ndio ikanipelekea, ikanichangia pia kuwa na mapenzi zaidi katika masomo ya science, kwa hivyo nilikuwa nachukua uh, biology nilikuwa naipenda tangia elimu ya msingi, then nikaja nikachukua PCB katika uh, masomo yangu ya sekondari, na baadaye nikaja nikaanza kusoma kwa ajili ya kuwa daktari kitu, kitu. na Uh, kuwa daktari, tunasikia kwamba kusomea daktari ni miaka sijui wewe mwenzetu, ni miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne ama namna gani? Ulianza masomo gani ama degree gani mpaka ukafikia hapo? Okay, nilianza kwanza na bachelor degree, ambayo huwa ni miaka mitano. Ni kweli uh -huh. Udaktari wapooli, vunasema, hey, ni miaka mingi. Umesikia miaka mitano na wewe uh daktari uliokuwa hapo -huh. Ni shahidi anaposema hivyo, anasema ee ni miaka mitano ndio, ni miaka mitano, na baada ya kumaliza miaka mitano kuna mwaka mmoja wa internship ambao unakuwa ni mafunzo kazini. Kwa hiyo ukisema uhesabu miaka yote inaweza ikajumlisha tukawa tuna miaka sita. Nilivyomaliza kusoma mafunzo yangu ya bachelor degree, nikafanya mafunzo ya masters degree kwenda kwenye ubobezi zaidi wa masuala ya saratani. Wow. Na sasa mpaka kufikia sasa hivi uh, wewe ni daktari wa uh, tueleze tu maana wengine unajua mambo ya madaktari sisi wengine hatuelewi. Tueleze polepole kwamba kuna wakati uh, umewahi unapofanya mazoezi sijui unakwenda kwenye mahospitali kutibu, ulienda hospitali na ulitibu kwa muda gani? na ilikuwaje mpaka tena unarudi kwenye masomo tena kuendelea? Uh, okay so uh, nilivyomaliza internship baada ya kumaliza masomo ya miaka mitano, nilivyomaliza internship nilifanikiwa kufanya kazi kwa mwaka mmoja, ambapo niliajiriwa nili na chuo cha Muhimbili. uh, nilifanya kazi kama uh, tutorial assistant. Nilipofanya kwa mwaka mmoja nikapata mapenzi zaidi ya kutaka kwenda kujiendeleza uh -huh. ili kwenda kubobea katika masuala ya saratani uh -huh. Ndipo nikafanya application nikapata kwenda kusoma master degree kwa ajili ya kwenda kubobea zaidi. Wow, na baada ya hapo umemaliza sasa, ukamaliza hiyo master degree ndio, alafu sasa ndio okay, ikawaje sasa Um, baada ya kumaliza master's degree ni sasa nikaendelea na ajira yangu, nimeendelea na ajira ambapo nafanya kazi kama daktari bingwa kwa masuala ya saratani, lakini pia mimi ni mwalimu wa chuo, lecturer wa chuo cha Muhimbili Dar es Salaam Tanzania. Ah, yaani unanifanya, yani hata nishindwe kuendelea, yani ninapokuangalia wewe ulivyo binti bado mdogo eh? Yaani ni kabinti jamani! Mabinti mlioko hapo mnaotutazama, msikate tamaa, angalia huyu alivyosoma namna hiyo mpaka amekwenda amekuwa, umesema umekuwa lecturer sasa, na yaani unaingia darasani, anaingia darasani kufundisha, yaani kufundisha madaktari. We daktari ulioko hapo, jiangalie sana, anafundisha madaktari. Queen, um, inaonekana hii ni safari ndefu sana na, nini kilikuwa kinakupa push yani, nini kilikuwa yani kinakupa nguvu? Maana kwa kweli uh, umri wa, wa vijana ndio kweli atasoma, lakini kuna namna, kuna ulegevulegevu, ulegevu, ama kuna namna unakata tamaa eh? Unafika mahali unataka kukata tamaa, nini wewe kilikusaidia mpaka vyote hivi unavyomweleza mtazamaji wetu ukaweza kufikia mpaka hapo? Kikubwa kilichonisaidia mimi, namwamini sana Mungu na pia nasali sana. Kwa hiyo hicho ndicho kilichoweza kuniinua, kunifanya nimefika nilipofika. Kwa hiyo nilikuwa naombea masomo yangu, naombea mipango yangu, mm. Na hichi ndicho kilichonisaidia nimefika mpaka nilipofika, lakini pia nilikuwa na support ya kutosha kutoka kwa ndugu mm -hmm. ambao wameweza kunitia moyo mm -hmm. na kunihimiza kuweza kufika hapo. Yeah, maana kuna ndugu wengine yani, anaona ya nini? mm. Unasoma ya nini? Unaenda wapi ya nini? Wewe hii elimu tu kidogo, kuwa tu daktari, umesoma miaka yako mitano, imetosha. Unaona eh. Lakini ni vizuri sana kuwa na watu nyuma yako, kuwa na ndugu nyuma yako, wanaokusaidia wanakuambia, tuko na wewe. Yani wanapoona unataka kukata tamaa, au usikate tamaa, tuko na wewe ya yeah. Nimefurahi sana kusikia hiyo historia, lakini nikurudishe nyuma tena kidogo na mahali inapotaka kukurudisha kinyuma kidogo ni kwamba uh, unapokuwa huko primary ama unapokuwa uko sekondari, umeniambia tayari ulikuwa umeshafikiria udaktari, si ndio? na tayari ulikuwa unasomea udaktari hmm. Ya ulikuwa na rafiki, marafiki wengine, labda wasichana wenzako, vijana wadogo ambao uliona ama ukapata tu hata mfano ukasema kama yule amefanya na mimi nitafanya, ili na huyu aliyoko hapo anasema kama Queen amefanya, si hata na mimi nitafanya. Kulikuwa na marafiki fulani ambao uko nao na nini? Maana kuna vijana wengine, yaani mtu anakuwa kipekee yake tu, kusoma atasoma kipekee yake. Sijui kama ulipata watu ambao walikutia moyo uweze kuwatia moyo wengine walioko pale. Ndio, um, kuna watu ambao walinitia moyo. Kuna watu ambao walikuwa wako tayari mbele yangu kipindi nasoma kuanzia nipo sekondari kuna watu ambao walikuwa wako mbele yangu, nilikuwa nawaona na naongea na, na nao najua na, wanafanya vizuri. Kwa hiyo pia ni watu ambao nilikuwa nawafuata kwa ushauri, na walikuwa pia wananitia moyo na kuniambia kama wao wameweza hata mimi nitaweza vile vile. Nilipofika chuo kuna wale ambao walikuwa wako tayari wameshakuwa madaktari bingwa, kwa hiyo walikuwa wananiambia kwamba kuna changamoto hii na ile, lakini kama mimi nimeweza kupita Ah, na unamwambiaje huyo hapo anayekusikiliza? Ah, nataka kumshauri kwamba kila kitu kinawezekana kama ukiwa na nia, ukimwamini Mungu mm. Hakuna linaloshindikana mm. Unasikia eh? Mungu kwanza. Queen amekwambia Mungu ndo alikuwa nguzo yake. Kwanza anapokwenda kwa Mungu anamuomba Mungu, analeta anale, an, an, anamtia nguvu anamuonyesha njia za kupita na wewe amekuambia kwamba unatakiwa pia uangalie ni nani unamwangalia. Okay, ukimwangalia Mungu alafu pia uangalie wale wenzako ambao wako mbele yako na wameendelea, si ndio, Queen? Kabisa, yeah. Sasa Queen, mwisho kabisa, uh, unaweza ukaongea na ndugu zako hapo. Umesema ndugu zako walikutia moyo uh, walikusaidia walikuambia usikate tamaa unaweza uh, kuambiaje ndugu zako wanaokuangalia? Kuna nani na nani ndugu zako? Maana unaweza ukasema tu ndugu zako wewe ni, labda ndio maana nilisema nitakurudisha nyuma ni kidogo, wewe ni mtoto wangapi? na ndugu zako ambao wamekutia moyo ni wakina nani? okay. Na unataka kuwambia nini? Ah, ndo mimi ni mtoto wa mwisho kuzaliwa na ni binti pekee katika familia, nina kaka watatu. wow. Eh, kwa bahati mbaya wazazi wangu walishafariki, kwa hiyo mm. nimekuwa nikielewa na kaka zangu, kwa hiyo mm. wamekuwa wakinitia moyo, lakini pia nimekuwa na mama wakubwa, mama wadogo mm. mm. wajomba, mama mjomba mm. wa <laughs> <laughs> umetoa siri Ametoa <tututu> <kile. Mama tutu> <mjomba> ya <tutu> ya karibu sana, sasa unawaambiaje? Kwa hiyo <tutu> nataka na, na pia sasa, na mume wangu pia alinisaidia sana kipindi nipo chuo katika miaka ya mwisho kumaliza. Kwa hiyo naambia, nashukuru sana, nazidi kuombea sana ya yeah. Umetaja mume. Uh, katika historia tulipoanza ilikuwa inaonekana ni kasichana kadogo kanakwenda tu na masomo, kanakwenda kanakuwa ka lecture ka chuo kanafanya nini. Sasa umedokeza kitu kimoja kikubwa sana, mume. Ilianzaje? mwenzetu yuko pale, mwingine ni daktari, mpaka sasa hivi hajaolewa ama hajaoa Mbona huyu tena ametaja mume? Hebu tueleze kidogo, ilikuwaje maisha yako mpaka kukutana na mume wako na nini, na akakutia moyo kivipi? Haya, hebu eh, tuambie. Uh, nilikutana na mume wangu, nilimfahamu kwa muda mrefu, lakini tulifahamiana zaidi pale nilipokuwa kwenye masomo yangu ya master's degree uh, pale ndo tukaanza kuwa karibu zaidi Ndiyo, nilikuwa nafanya masomo yangu, lakini pia maisha mengine yalibidi yaendelee. mm. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu akanikutanisha naye katika kipindi ambacho pia nilikuwa nahitaji mtu zaidi wa kunipa support mm. katika kunisukuma kuendelea kuendelea na masomo yangu mm. Kwa hiyo tukafanikiwa ku, uh, kufunga ndoa mm. baada tu ya mimi kumaliza masomo yangu ya master's degree ambayo hiyo ilikuwa ni, ni mwaka jana mwezi wa kumi na moja mwishoni ya jamani, huyu bado, yani ni mbichi kabisa, yani bado ni honeymoon. Lakini Mungu amekujalia huko hapa Marekani na sijui ilikuwaje pia, unaweza kuwaeleza? Mbona tumesikia amesema, uh, Mungu ametujalia kupata mgeni uh, mji wa Atlanta jimbo la Georgia kutoka Tanzania, Dar es Salaam. Imekuwaje? Ime na wewe bado uko honeymoon, hebu tueleze. Um, hii ni safari ambayo imetokana kutokana na kazi zangu za ofisini mm. Kwa hiyo napo nilibahatika kuja huku kwa ajili ya mafunzo mm. E, kwa hiyo ingawa nimetoka muda mchache kutoka kwenye kufunga ndoa lakini, mm. Pia nimebahatika kuja kupata experience wa upande huu, kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli. Tunamshukuru Mungu sana uh, uh, Queen kwa sababu kwanza kumpata mume, alafu bado mapema umekuja kikazi, basi inaonyesha huyu mume wako amekutia moyo, amekusukuma, amekutia moyo, hiyo ni yuko pamoja na wewe, okay. na hivyo unamwambiaje? Ah, napenda kumwambia kwamba nampenda sana na nashukuru kwamba amekuwa bega na bega kwa mimi katika kila hatua ya maisha yangu, amenisaidia sana hata kuongeza confidence yangu katika maisha mm, na katika kila jambo mm. Asante, nafikiri umesikia eh, mume wa Queen naamini umesikia, na ndugu za Queen, kaka za Queen, kwa kweli mlifanya kitu cha maana sana kumtia moyo uh, Queen mpaka kufikia hapa alipo. Hizo hizo hatua ni kubwa sana, hivyo vyao alivyovitaja ni vikubwa sana na inaonekana kwa kweli mlimsaidia na anawashukuru na pia tunamshukuru Mungu aliyeweza kuwagusa uh, mama wadogo, kuwagusa kaka zake, kuweza kumtia moyo Queen, ama sivyo Queen? mm -hmm. Kweli uh, sasa Queen, tumalize tu kwa um, kama una ushauri wowote kwa, naye tutazama, tunatazama na watu wengi eh, tuna, tuna watu wengi wanaotutazama Uh, kuna wasichana wanatutazama, kuna wamama wanatutazama, kuna watu mbalimbali kwa vyeo hivyo ulivyovitaja, ama wengine wako mahali pengine, unawaambiaje? Hebu tuwatie moyo. um, napenda kuwatia moyo kwanza kwamba katika kila jambo ukiwa umeelekea nia, lakini pia ukiwa unaliombea, lazima litakamilika. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kumwamini Mungu. Katika kila mipango ambayo unatamani ifanikiwe ni kuiombea, lakini pia kuwa na imani kwamba inaweza ikaji ikakamilika. Kwa hiyo nataka kuwatia moyo kwamba wasikate tamaa, changamoto zinakuwepo, lakini kila kitu ukiwa umekiombea kinakuwa kinaweza ku unaweza kuvuka hizo changamoto. Msikilizaji wetu mtazamaji wetu wa Glady Safari, nafikiri umefurahi kumpata mgeni kama huyu, na hayo aliyotueleza, naamini ya kwamba yatawasaidia wengi, yatakusaidia wewe mzazi kumtia moyo binti yako ama kijana wako. Kuna kukata tamaa, maisha sasa hivi yako yamechanganyika, yana ya, ya yumbayumba, lakini unaposikia ushuhuda ama unaposikia kutiwa moyo na dada kama huyu kwamba aliweza. Eh? Basi naomba uwatie moyo watoto wako, uwatie moyo vijana wachungaji, watie moyo vijana kanisani, kwamba ukiishi maisha ya kumtumaini Mungu ukimwangalia Mungu, na wewe ukaweka ile bidii, kwa sababu hiyo um, miaka ulioisoma bwana, hiyo inahitaji bidii mm. Wewe mwenyewe pia uwe na bidii, uwe na kujituma, kuna kusoma sana usiku na mchana mm -hmm mpaka ufikie hapo ulipofikia kwa kweli tunakupongeza sana hata mimi umenitaja kama mama mjomba ama anti anti, nakupongeza sana asante sana kwa kuja asante. kwenye kututembelea na hapa umekuta ndugu zako umekuta mjomba wako umekuta ndugu wamekuzunguka kwa hiyo pia unapendwa na pia tunashukuru kwa kututembelea yani umefanya kitu kikubwa sana Mungu akubariki kwa kuweza kutoka Luziana kuja kututembelea Georgia. Mungu akubariki sana mm. Na msikilizaji wetu, mimi niseme tu, si hiyo inatosha jamani, hiyo inatosha, na ninaamini kwamba hamtanyamazia nyinyi wenyewe, kwa kuona hili mtakwenda pale utashare na watu wengine, share sana. Jambo hili la kuwatia moyo watu wengi share. Wewe utakapoona tu kipindi hiki utakapoangalia na kimekusaidia, share kwa watu wote. Utakawa we, weza kushare nao eh? alafu like, like sema eh, hey, hiki kipindi kwa kweli kilikuwa kizuri. Uh, Glady Safari umetuletea kitu kizuri. Share, subscribe. Unajua kuna kusubscribe na kushare vyote hivyo ni tofauti. Kusubscribe ni ili, uh, video zinapotoka zinakufikia, sio mpaka mtu ashare akutumie wewe, unaona eh? Kwa hiyo nakutia moyo kwamba penda kipindi hiki kisambaze kila mahali, ili kila mtu asikie, na wasichana ama vijana wavulana waweze kupata moyo kama Queen alivyo. Queen, sasa wewe ni mfanyakazi, ni daktari yani ana- hata inatisha yani, unajua inatisha eh. mm -hmm. Afu ulivyo mnyenyekevu sasa yani, ni, yani mtu hawezi kuamini, anaweza kafikiria kakasichana ndio kamemaliza tu form six. mm -hmm. Labda ni tupie tupia hapo nikatafute eh, e, e, ni mke wa mtu. Asante sana kwa pamoja, tuseme kwa heri na Mungu akubariki okay.